Kwa mabara hii ni mabara ambayo imeekeza na serikali na karibu bilioni mbili na nukta tatu imeekeza katika vifaa hivi. Kama utaona ni vifaa ambavyo ni vifaa vya state of the art, wanaita ni vifaa vya kimataifa ambavyo viko hapa na ni mabara kubwa sana hapa Zanzibar. Ni mabara pia ya kwanza hii ambayo kuna na ukubwa huu, na vifungashio vya aina yoyote vinapimwa hapa ndani. Zamani gharama za kupata alama ubora ilikuwa kutoka shilingi laki nane hadi laki tisa. Kwa mjasiriamali wa kawaida ilikuwa ni gharama kubwa. Serikali kuliona hilo ililiambia hizi taasisi mbili ziongee pamoja na ziweze kuwasaidia wajasiriamali. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ataanzia zaea akathibitishwa, akaletwa ZBS ile alama ya ubora ambayo ilikuwa inalipiwa shilingi laki nane laki tisa, atapata bure. Vifaa hivi vinatuwezesha kupima viwango vya mafuta ya nishati pamoja na vilainishi, ili kusaidia sasa nchi yetu isiathirike na athari zote zinazotokana na mafuta pamoja na vilainishi, ili tuhakikishe maji yetu yapo salama tunapima hiyo parameter kuhakikisha kwamba haya maji yapo salama, hayana ukungu. Alafu tunachukua sample tunaweka sehemu hii hapa alafu tunafunga na baadaye tunabonyeza okay, ili kusoma data yetu ambayo itakuja kuonesha. Kwa majibu yetu ambayo amekuja hapo yapo, ni 0.1796 kwa hivyo, hii sampuli yetu inaonesha ni salama kwa matumizi. Matumizi maabaro unayoiona mbele yako au vifaa unavyoiona mbele yako. Hii ni kwa ajili ya upimaji wa nguo na ngozi ambazo zinaingizwa hapa nchini, na hizi media ndiyo tunazitumia kwa ajili ya kuotesha vimelea jumla. Vifaa hivi hapa vitakuwa vinapima lami katika hali kuu mbili, vitakuwa vinapima lami yenyewe kama lami kama bidhaa, alafu vitakuwa vinapima lami wakati tayari vimeshachanganywa na kokoto, ile lami ambayo inawekwa barabarani.